Hello fans. I want to share this prophetic insight. Nataka ni share na nyinyi huu uh, ufahamu wa kinabii. Unapolala usingizi katikati ya usingizi ukisikia uh, sikio lako linapiga kelele. Si au somewhere in your body kuna heat. Unasikia moto au joto kwa nguvu sana au ganzi au kubanwa. Mwili wako umebanwa, sio uchawi. is <laughs> not a witchcraft. Unajua sisi tuna, tuna, tuna, tunapitia deception, wanatudanganya sana kwamba wewe oh, kibanwa ni uchawi. Sio uchawi. There's no witchcraft. Yani ni wewe mwenyewe jua, muda ule roho yako inakuwa inataka ku, kutoka kwenye mwili wako. Mwili unawakilisha kanality, na muda ule ukiona ile experience imeukuta pale, ndo be still and know I am God. Inabidi utulie kimya hata kama mbwa amekung'ata, na ukitulia kimya, utaona muujiza wa kimungu, utaona maono.